ligani, ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni mei 27 siku ya Jumanne asubuhi, tutaangazia habari kubwa zapa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zapa kipaumbele, inaanza na habari inaosema chagulaga inavyofifisha ndoto za mabinti kielimu. Chagulaga inavyofisha ndoto za mabinti kielimu. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa kumi na mbili kwenye gazeti laku la Mwananchi, na kuna habari inayosema wanaharakati sasa wavuruga wa bunge. Wanaharakati sasa wavuruga wa bunge, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti la Mwananchi kwa asubuhi ya leo. Sekeseke saa kumi na nane hitilafu za umeme Muhimbili, hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa tano kwenye gazeti la Mwananchi inasema ni seke seke saa 18 hitilafu ya umeme Muhimbili. Na Bashungwa agusa ajira mpya polisi na magereza. Bashungwa agusa ajira mpya uh, polisi na magereza, hiyo ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la Mwananchi, lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni wanaharakati sasa wavuruga wabunge. Hiyo ndio habari kubwa inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwa asubuhi ya leo. Na tukiachana na gazeti la Mwananchi kwa asubuhi ya leo tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii lenye linaanza na habari ukurasa wa pili, nasema kanda eh, Chadema akataa uteuzi wa nafasi nyeti. Huyo ni kanda wa Chadema akataa uteuzi wa nafasi nyeti ni habari ukurasa wa pili. Na serikali yaonya kutoa kusaidia au kutoa mimba. Serikali yaonya kutoa au kusaidia kutoa mimba. Na habari kubwa kwa gazeti la Nipashe ni askari wapya 7600 kuajiriwa. Hilo ni gazeti la Nipashe nasema askari wapya 7600 kuajiriwa. Fungu la Wizara ya Mambo ya Ndani laongezwa kwa asilimia ishirini na moja. Kamera elfu moja na mia nne kufungwa mijini, msongamano magereza wapungua, uhalifu mtandaoni washuka kwa asilimia kumi na tatu nukta tano hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini Ulega ajapiza kupambana na makandarasi wa zembe. Huyo ni Waziri Ulega ajapiza kupambana na wakandarasi wa zembe. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la Nipashe. Na ilani ya uchaguzi, katibu mkuu mpya, mjadala mkutano CCM. Ilani mpya ya uchaguzi, katibu mkuu mpya, mjadala mkutano mkuu CCM. Na wabunge wacharuka, wanaharakati Afrika Mashariki wasiingilie Tanzania. Wabunge wacharuka, wanaharakati Afrika Mashariki wasiingilie Tanzania. Hiyo ni habari ukurasa watatu kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari iliyo kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni askari wapya 7600 kuajiriwa. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii na tuangazika stila kunapambazuko lengi hili naporikumbuka ninasema eh, kilichojadiliwa kabla ya padri Kitima kushambuliwa. Hiyo ni habari ukura 9. Lakini sikufugwa jima ajilipua eh, sikufugwa jima ajilipua kuhusiana na utekaji. Hiyo ni habari ukura 17. Huku Samia akomalia mradi wa uranium. Huyo ni rais Samia Suluh Hassan akomaria mradi wa uranium. Hiyo ni habari ukurasa ukura 19, kwenye gazeti lako la Pambazuko. Na chauma kutumia milioni 500 kujitanua e, chama cha umma kutumia milioni mia tano kujitanua. Zipo gharama za kurusha chopa siku kumi na sita lakini, purukushani harakati, kesi ya Lisu na uhusiano wa kimataifa. Purukushani harakati e, kesi ya Lisu na uhusiano e, kimataifa. Na tukiangazia gazeti lako la Zanzibar za leo lenye kuni habari kubwa ni Hichilema atoa wito wa Afrika mash mshikamano wa kwa Afrika. huyo ni Rais Chilema atoa wito wa mshikamano kwa Afrika. Lakini tamu wa Zanzibar ya watunza wanahabari bora. E, tamu wa Zanzibar ya watunza wanahabari bora na habari kubwa ni tutaendelea kuwatafutia fursa wafanyabiashara. Huyo ni Kassim Majaliwa e, waziri mkuu asema tutaendelea kuwatafutia fursa wafanyabiashara. Lakini muungano ulindwe usipotoshwe. Huyo ni Hamisi asema muungano ulindwe na usipotoshe. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini hakuna mwanafunzi anayenyanyaswa utoaji wa mikopo. Huyo ni waziri Leila asema e, hakuna mwanafunzi anayenyanyaswa utoaji wa mikopo. Lakini serikali kuhamasisha ushirikian, e, ushiriki wa afya ya uzazi. Serikali kuhamasisha ushiriki wa afya ya uzazi, hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Zanzibar leo, ukurasa wa mbele. Lakini habari leo gazeti lako asubuhi ya leo tunaliangazia kurasa wa mbele tunaanza na habari inayosema UC safu ya washa minara 682 milioni 8.5 wafikiwa, lakini sita baroni tuhuma za kukutwa na meno ya tembo. Hiyo e, ni habari kubwa kabisa, sema watu sita baroni tuhuma za kukutwa na meno ya tembo, hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 20, lakini ukurasa wa pili wa gazeti lako la habari leo ni Samia aleta mageuzi ulinzi na usalama e, Samia aleta mageuzi ulinzi na usalama na bajeti ya mambo ya ndani ya paa e, asilimia mia moja ishirini miaka minne, lakini amwaga ajira zaidi ya elfu tano polisi na magereza, wabunge wapongeza udhibiti e, wachochea vurugu, lakini wanaosambaza picha za watoto kikangoni e, habari kurasa wa nane na Tanzania na Japani kukuza biashara uwekezaji e, usawa pili wa gazeti lako la habari leo, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na tukichana gazeti la habari leo, tuangazie eh, kwenye gazeti lako la Tanzania leo linye naza na habari kubwa inaosema, Samia atoa agizo makundi maalum wa wapo e mamalishe boda bodaboda wa machinga na wengine waziri afikisha kwa wakuu wa mikoa wilaya na wakurugenzi ataka wasikilizwe na wa unyenyekevu tena wawezeshwe. Lakini taasisi za ungana kunusuru vichanga na nam kujenga jengo jipya makao makuu, mwenyekiti dr Samia kuweka jiwe la msingi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa inasema ATCL kuanza safari afrika magharibi. E, ATCL kuanza safari afrika magharibi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa kumi wa gazeti lako la Tanzania leo lakini Kiongozi gazeti lako lenye linaandika habari eh, kubwa ni Askofu Msonganzila awaonya wazazi wanaowafanyia watoto ukatili ili kupata ujira, lakini yafahamu mambo yanayosababisha tukose baraka katika maisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Kiongozi. Lakini gazeti lako la Jamhuri lenye linatuhabarisha waziri wa zamani wa atoboa siri nzito eh, waziri wa zamani atoboa siri nzito eh, mtifuano E, watia nia ubunge sisi Mbunda, lakini mwangwi wa Chadema e, kasi waibuka Ulaya na habari kubwa e, ni nasema mafanikio sekta ya madini miaka minne ya serikali ya rais Samia. Lakini maji bado janga, e, maji bado janga, mradi ulipaswa kukabidhiwa Aprili mwaka huu umekabilika kwa asilimia 41 tu. Hiyo e, ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Jamhuri ukurasa wa mbele lakini Majira gazeti lako linaandika soko la nyama choma neema ya ajira 232, soko la nyama choma neema ya ajira 232. Lakini mbunge awashukia vikali wanaharakati kutoka Kenya, mbunge awashukia vikali wanaharakati kutoka Kenya. Na huko nemki yafanya msako wa viwanda 15 vya plastiki. Serikali yaiagiza TRA kufanya msako mipakani. Ulega awakalia koo wakandarasi wazembe. Hioni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika kanisa nje ya nchi laitaja Tanzania kinara wa amani, na kamati kuu ya CCM yaanza kikao Dodoma, wachungwa watangazia vita wageni wanaovuruga amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako linaanza la habari inayosema Rais Samia aongoza kikao cha kamati kuu Dodoma, lakini wanafunzi vyuo vikuu wapinga na no reform no election ya Chadema na akapinga kazi ya kupeleka umeme vitongoji ni endelevu. Yoni habari ukurasa wa tano kwenye kesi lako Raia Mzalendo, na habari kubwa ni nemki yafanya msako viwanda 15 Dar es Salaam, ni vya mifuko ya plastiki vinavyopigwa marufuku, yafanikiwa kukamata na kuteketeza tani 250 yataka E, wananchi wakatae mifuko ya plastiki, lakini Dkt. Semesi ampongeza Rais Samia kwa kuwa kinara utunzaji mazingira. Hiyo ni habari inayosema nemki afanya msako viwanda 15 Dar es Salaam. Lakini msukuma amlipua askofu Msukuma e, amlipua Askofu Gwajima bungeni, asema anatafuta huruma kwa kushindwa kutimiza ahadi zake. Hiyo ni habari ukurasa wa tano. Kamishna mkuu wa hifadhi Ngorongoro atumbuliwa. Gazeti la Dira linaandika waziri Ulega wakazia wakandarasi wa zembe na UC safu yakabilisha asilimia tisini ya miradi ya mikakati ni mkiaeleza namna taka zilivyo fursa kiuchumi, habari pia inapatikana kwenye gazeti la Dira, huku waziri Bashungwa washukio wa vuruga amani na Mtazamo Mpya, gazeti lako linaandika Bashungwa aomba bajeti ya trilioni 2.067, aonya wageni wanaobadilisha matumizi ya vibali vyao vya kazi, asema hao ni wahalifu kama wahalifu wengine, lakini wafanyabiashara kuneemeka na fursa za kimataifa. Mrithi wa Dr Nchimbi ni siri nzito, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mtazamo Mpya na tukiangazia ACT Wazalendo kuisusia sistem uchaguzi ni kazi bure E, aunict Wazalendo watoa neno, asema kuisusia sisiema uchaguzi ni kazi bure, lakini bado ateuliwa kuwa kamishna wa uhifadhi Ngorongoro. Lakini gazeti lako la mwanahabari gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lenye ina habari kubwa inayosema waziri mkuu, serikali itaendelea na mikakati ya kuwaunganisha wafanyabiashara, na hatutaongeza hata siku moja kwa mkandarasi mzembe, huyo ni waziri atoa neno, lakini machungwa aomba Uh, bunge bajeti ya trilioni 2.06 mwaka 2025/2026 yule habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwa asubuhi ya leo. Lakini bado kuna habari inasema, Musukuma uh, vyombo vya ulinzi uh, na usalama, msikubali watu waje kutuharibia nchi yetu. Lakini Abdurazaki Badru, bosi mpya mamlaka ya Ngorongoro, yule habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lakini tuangazie sasa kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge linaanza na habari inayosema Musukuma akemea wanaotaka kuingilia e, maamuzi ya rais. Lakini Badru ateuliwa kuwa bosi mpya Ngorongoro. Bashungwa atolea uvivu wanaharakati, na bado kuna habari inayosema waziri Ulega, hatutaongeza muda kwa mkandarasi mzembe. Hilo ni gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa ukura mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tuachane sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Gazeti lako la Wamachinga ndilo tunaanza nalo, linaanza na Singida Black Stars Simba kuumana CRDB FA. Singida Black Stars na Simba kuumana CRDB FA. Serikali yaipa pongezi Simba, Manula huyo Yanga msimu ujao. Ilo ni gazeti lako la kula wa machinga kwenye kurasa za michezo. Lakini mwanahabari, mwana gazeti lako kwenye michezo linaandika Simba yatua eh, kuiwinda Singida Black Stars CRDB na Katwila ataja Tabora United msimu ujao. Lakini pa huko Southampton wapagawa na Samata. Hilo ni gazeti lako la bwana habari kurasa za michezo. Huko mtazamo mpya gazeti lako kwenye michezo linaandika Simba hatuna cha kuwadai wachezaji. Manula swala la muda. Eh, huyu ni Manula anasema ni swala la muda tu. Eh, lakini Singida Black Stars yaipania Simba CRDB FA nusu finali. Ni gazeti lako la mtazamo mpya kurasa wa michezo, lakini gazeti lako la Dira linaandika Samata sasa awindwa na Southampton. Na Bajogoro joining Galaxy swala la muda, huyo ni Baraka Bajogoro, eh, na joining Galaxy ni swala la na muda na Katwila Bigman kila kitu sawa. Simba yatua kuiwinda Singida Black Stars kutokea huko, eh, Zanzibar. Na gazeti lako Raia Mzalendo na lenyewe kwenye michezo linaandika soa aingia katika rada za Kaiser Chiefs. E, huyo ni soa aingia katika rada za Kaiser Chiefs, na serikali yaipa moyo Simba kufika finali. Na uelekeo gazeti lako naandika Singida Black Stars ya tamba kuwa mnyama. Kocha Fadlu, Changamoto zimetukomaza. E, Diamond kufanya kolabo na Chameleon. Lakini Rais Samia aongoza hiyo. E, ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uelekeo, e, kwenye kurasa za michezo huko kimataifa. Liverpool yakabidhiwa kombe lao. Liverpool ya kabidhiwa kombe lao na gazeti lako la uelekeo lakini, gazeti la majira linaandika Simba hawana deni na wachezaji. Fadlu asema amejifunza mengi michuano ya kimataifa. Waigeukia ligi kuu, naba Azizi kaanza kazi kwa kishindo, wa ni gazeti lako la majira. Lakini kwenye gazeti lako la habari leo kwenye michezo linaandika usajili refa eh, vyatajwa Simba kushindwa usajili refa vyatajwa Simba kushindwa. Mbeya City apania ligi kuu, msajili ashikilia hatima ya uchaguzi RT. Hilo ni gazeti lako la habari leo kurasa wa michezo na Zanzibar leo gazeti lako linaandika Simba ya geukia ligi kuu na shirikisho, lakini vijana mia moja kushiriki mchezo wa kuinua uzito SMZ yaipanga kuongeza wataalamu wa michezo SMZ Uh, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar yajipanga kuongeza wataalamu wa michezo lakini kocha Zima Moto under 20 haitamani uh, ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo, na tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti, gazeti la michezo, uh, michezo linaandika linaandika fetoto aingiza vitani, uh, mabosi uh, fetoto aingiza vitani mabosi. Fadlu, tulieni, tutarudi imara. Kilichoiponza Simba hiki hapa.